Ni ngumu sana kunielewa. Sikiole kwangu imekuwa ni ndefu kinoma, tena imekuwa ngumu sana upande wangu. Si leo ni sikupagawa kabisa. Unaonekana mwanangu kama uko sawa, nimeua. Unajua mwanangu na masiara sana mwanangu, unajua kuna vitu vya kufanya masiara, hiyo kesi

Endelea naye mwanangu, nishakupigia makelele sana mwanangu, achana naye. Farex asubuhi alikuja nyumbani umeona? akanambia kwamba anajisikia kama ana mimba. Basi asubiri, tukaone kipimo. Sasa kipimo kionesha kwamba ana mimba kweli Ona, sa mi nikamshauri ile mimba tuitoe kwa sababu so, hata yeye mwenyewe aliniambia kwamba yuanikwao ni kipengele ni mjamzito ni, ni, ni. Sasa nikachukua vidonge nikampa, akameza. Sasa baada ya kumeza kazimamezimamzima, kila nikimwamsha aamki, kila nikimtingisha atingishiki

watu wakija pale yule mtoto alafu ujua, moja kwa moja kwa ni kwako, unajua ni usaidi no. moja kwa mimi chimba ashaondoka naka mwanangu, serikali na mkono mrefu sana, sehemu yote sehemu yote, washato watu mbali washato watu mbali. Sasa nisikilize, acha ujinga, acha mawazo yako ya uzi. Tatizo sio kulikimbia Dondoke, mwanangu, nakusaidia mwenyewe mwanangu. Hapana, kwa kweli sijamuona. Nimeuliza wanafunzi wenzie, wamesema hiyo shule hajafika, na nimepiga simu shule walimu na wamesema hivyo hivyo, kwa shule hawajamuona. Sasa mimi najua kuna sehemu yote kwa huyu mjinga. Hapo kwa kweli mimi sina uhakika mm. Hey, yeah. Afadhali mjinga, umefika. Nilikuwa nakwambia kila siku mshoko utafika. Sasa anaondolewa sasa, naomba nitolee. Ah, mama, mwanao yupi, Mama? Kwani mwanao anaishi

kumficha. Sasa nionyeshe kumficha. Wenda msela na kutoa kijana. Na kuuliza wenda msela na kutoa. Sasa fanye usitajifanya mjanja wewe. Eh? Hiyo na nijue vizuri mimi wewe. Sasa mama, unanijua vizuri na kuuliza. Sasa ungemwona kama unao yuko angeapo mwandani usingemwona? Itakuwa mmoja wa mimi na wakati alikuwa mwandani. Alikuwa huko mwandani. Sasa kaenda wapi? Kaenda. Unajua niko kwa Tanga nikuta. Ndio nakwambia sasa unifola wewe, wewe unifola unaweza sana. Unajua yaani una nani sana, sivyo? Sasa nisikilize, mimi nitakuonyesha, namwambia, yaani mpaka mwanangu utajua mwisho wake shenzi.

Asubuhi wanagombana, maneno yanarushana, mume ana hela mkononi, mke anabishana, jirani upo dirishani, macho yanachungulia sana Sambaza story mtaa wote, anachafua sana. Moja kajiona mkubwa, kisa kisa bosi kampendelea. Yani na yumba na kuchukia wewe. Nakuchukia, natamani aumeze kabisa. <coughs> Sikupendi wewe. <coughs> Hivi nachukuliaje? Hivi sielewi. Usinipende kichoni, unajua hivi kwa akili yako. Hivi ni swala la muda tu. Sasa sielewi.

Hivyo jua ulivyo na tabia zako ni tofauti kabisa. Kwa hiyo sasa hivi mwizi, yaani kama tukae kwa kutulia huko ndani, si ndo maana yake? Ah ah, mimi sio mwizi. Ila ni njaa tu. Lakini mimi na yule si unajua tena marafiki. Sasa marafiki rafiki yako ni sasa kwa nini usimfuate kaenda kubomba chakula? Kwani ukachukua bila ruhusa. Basi naomba nitambe. Ila nakuomba hiyo siri yangu na yako usije kamwambia mtu yeyote. Yaani naomba niambie hisi. Yani, kadada kazuri lakini jizi liona. Anasema ana njaa kuchukua kamsab, ndo wache sasa hizi

We kijana, hivo unajikuta nani kwa watoto wa watu hmm? Sasa kama uweze kuwafanyia ujinga, ni hao hapa kwangu. Umejichanganya kwani mama, mbona sikuelewi, unamaanisha nini? Nielewi? Tanielewa, tanielewa, tunamtaka mwanangu Mama, jana nyumbani umekuja tena, umeingia hadi ndani, hujamkuta mwanao. Sasa unataka nini mama, au unanitaka sasa? Nakwambia, nakupa siku hizi mbili, yaani leo na kesho. Nisipomuona mwanao utakuwa chakula cha manyapala jela, mshenzi mkubwa. Yani, kuwa makini kijana. Anajua nini au kuna hmm, ah, apana, kitu anakijua hapa. Inabidi kuwa makini sana ila, hapana, ajui chochote huyu. Kama jekuwa anajua kitu, akinipeleka polisi, hmm, ilapa ni kashimba ama kusibidia msaada Kwani ah, ah, uko nyumbani? Ah, okay. Yeah, so, samie na shida moja so, asubuhi lasnikako nyumbani, kama alipata shida, kwa hiyo likuwa kadondoka, nikamleta kamleta hospitali. Na sasa hivi kalazwa. Sasa hivi naomba nifanye kitu kimoja, ni kutumia hapo, alafu ku kaino, unahitaji ya chakula cha chakula da chapo, yeah. ah, Sawa, kama nivyo basi mimi nitashukuru sana. Leo ni kiche kofeke kesho, matuzi ya chana. Ukiona presha imezidi, usife kwa kuwaza, kakatakamba songa mbele bila kuogopa. Yakaeka macho yanakutana, leo kala nini huyu, kavalia nini? Wanachunguza wakiona unendelea, wanachomekameawakakata kamba. Acha wapige domo, wapo wanaodanga sana, hawana taibu Ukizubatu kidogo anapita kabisa, na wako anakusalimia kwa darau, anakuangalia macho, ukimuliza anakuambia rafiki, uongo mtupu. Wako wanawake wanachocheana, wanaume wanachekesha, maneno machafu, wanapaa, doa zinayumba sana. Leo anagombana vikali, watoto wanatetemeka, hata unakuta pembeni, roho zinaumia